Urusi ni nchi ambayo iko vitani kwa miaka mitatu sasa, na katika vita hii pale Ukraine wao ndo wanaonyesha kwamba wanaendelea kushinda kwa sababu wao ndo ambao wanabeba ardhi. Lakini pia mataifa ambayo yameungana kuisaidia Ukraine ili iweze kujikomboa mikononi mwa Urusi, mpaka sasa wameshindwa kuisaidia Ukraine kukomboa eneo hata moja. Moja ya vitu ambavyo vina msaidia sana Putin kuweza kufadhili vita ni mafuta na gesi. Mafuta na gesi ni bidhaa ambayo inamtegemea sana Mrusi katika kuendesha vita yake hasa hasa mafuta, na kutokana na hilo washirika wa Ukraini, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani, wakawa wameamua kwamba tuiwekee Urusi vikwazo katika bidhaa ambazo ndo zinamfanya kwamba aweze kufadhili hii vita na kuendelea kuipiga Ukraine. Kwa hiyo wakamwekea Mrusi vikwazo, na walimwekea vikwazo katika sekta nyingi sana, lakini hasa hasa walikazia katika sekta ya mafuta pamoja na gesi. Na walihakikishia dunia kwamba kutokana na vikwazo hivi, basi Mrusi atashindwa kupata pesa za nishati na hatimaye hii vita itamshinda lakini kama nilivyosema, tunaona miaka mitatu sasa anaendelea na vita, lakini pia anaendelea kuchukua maeneo. Watu wanajiuliza anapata wapi pesa za kuendelea na vita kwa muda wote huu? Takwimu za kiuchumi zinaonyesha pia uchumi wa Urusi unaendelea vizuri tu. Lakini pia alivyoanza vita mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na tatu zikaonyesha uchumi wa Urusi ukiendelea kukua. Hii kitu ikawa inawachanganya watu wengi sana. Hii nchi ndio inaongoza sasa hivi kwa kuwa na vikwazo vingi vya kiuchumi duniani, lakini pia iko vitani, inakuwaje uchumi unaendelea kukua? Sasa kuna tuhuma ambazo zinaongelewa sasa hivi na wachunguzi wa mambo ya uchumi. Inasemekana kwamba nchi za umoja wa Ulaya ndio nchi ambazo zinafadhili vita ndio nchi ambazo zinamfanya mrusi aendelee kupata pesa ya kuendelea kuwa vitani mpaka sasa hivi. Kivipi? kama Nilivyosema, hizi nchi zilisema kwamba zimewekea vikwazo Urusi katika sekta ya nishati, lakini takwimu katika vyombo vya habari zinaonyesha kwamba kwa mwezi uliopita, yaani mwezi wapiri, wa pili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, umoja wa Ulaya, nchi zilizo katika umoja wa Ulaya wamenunua mafuta na gesi kwa pesa nyingi sana Urusi, kuliko hata kiwango cha pesa ambacho wanatoa kuisaidia Ukraine. Hii kitu imewashangaza wengi. Kwa, kwa lugha nyepesi tunasema kwamba hizi nchi zilizomwekea Mrusi vikwazo za umoja wa Ulaya zinampa Mrusi pesa nyingi sana kuliko pesa ambazo wanampa Ukraine, yule ambaye wanamsaidia ili kujikomboa wa mikononi mwa Mrusi. Kivipi? Hii inaonyesha wazi kwamba nchi hizi za umoja wa Ulaya zimeshindwa kuishi pasipo nishati ya mrusi. Ni moja ya tuhuma ambazo wanatuhumiwa ni kwamba wanaendelea kununua nishati za mrusi, wameendelea kuwa wateja wa gesi na mafuta ya mrusi. Hapo mwanzo walipotangaza vikwazo, walitafuta sehemu mbadala za kuweza kupata nishati hizi, na moja wa sehemu ambazo walikuwa wanachukua nishati hasa gesi ni, ni Marekani, na watu wengi walihoji kwamba hii imekuwa ghafla mno, kwamba mtaweza kuendelea kuchukua gesi katika bara lingine. Na hii ni kwa sababu unapochukua gesi katika bara lingine au mafuta, maana yake ni kwamba mpaka zifike katika bara lenu, maana yake ni kwamba zitakuwa zimepanda bei, kwa hiyo solusheni pekee ya haya mataifa kuweza kupata nishati kwa bei nafuu ambayo ikawasaidia kuzungusha uchumi wao vizuri pasipokuwa na stresi yoyote ni nishati ya Mrusi, kwa sababu Urusi iko katika bara la Ulaya, kwa hiyo wako nayo karibu. Kwa hiyo ikiwafikia wao tayari inakuwa ni ya bei nafuu. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba Mrusi tayari alishatengeneza miundombinu ya mabomba ya kupitisha gesi na mafuta tayari hapo Ulaya kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo Mrusi tayari alikuwa ameshajiwekeza katika kuhakikisha kwamba ana supply mafuta na gesi hapo Ulaya, ilikuwa ni ngumu kwa haya mataifa kutafuta njia mbadala kwa haraka haraka. Watu wengi pale mwanzoni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili walikuwa wanasema hawa watu kutengeneza miundombinu ya kupata gesi na mafuta kwa wingi na kwa haraka itawachukua pengine hata miaka thelathini kwa sababu si kitu cha mchezo kutengeneza hii miundombinu. Kwa hiyo tayari Mrusi amewekeza. Kwa hiyo kutafuta njia mbadala itachukua muda sana, lakini pia hata wakipata miundombinu wakaitengeneza na kila kitu, ili gesi iwafikie, ni wazi uh, itakuwa si ya bei rahisi kama ile ya Mrusi, kwa sababu ni wazi itatoka katika mabara mengine kwa sababu ukweli na uhalisia wa mambo ni kwamba katika bara zima la Ulaya, Urusi ndio yenye nishati nyingi ya gesi na mafuta, akiba nyingi, na wanazalisha mafuta na gesi nyingi za kutosha kutumia Ulaya nzima kwa karne na karne. Kwa maana hiyo sasa, majaribio yakawa ni mengi kama kuchukua gesi Marekani, kwa sababu kwa kipindi hicho Marekani walikuwa na washirika wazuri na umoja wa Ulaya kwa sababu ilikuwa inaongozwa na Joe Biden, lakini ikawa inaonekana kwamba gesi inayotoka Marekani ikifika pale ilikuwa inaonekana kwamba inakuwa ya gharama sana. Kwa hiyo mtikisiko wa uchumi ukazikumba hizi nchi zilizoko Ulaya Magharibi, na wananchi wakawa wanalalamika sana kwamba bei za nishati zimepanda. Kwa hiyo sasa hii ikazidi kuwapa uh, ugumu mataifa haya. Kwa hiyo uh, inasemekana na wanatuhumu wachambuzi wa mambo kwamba hii ikawafanya warudi kwenda kuchukua nishati kwa Mrusi. Kwa hiyo Mrusi anauza nishati katika hizi nchi za Ulaya ambazo zimeiwekea vikwazo kama kawaida, lakini baadhi ya vyombo vya habari pia uh, vinasema kwamba wameangalia hata katika vikwazo ambazo, ambavyo bado wanataka kumwekea Mrusi, hawaweki hawaongelei maswala ya gesi na mafuta waongelei tena, maanake ni kwamba tayari wanafahamu hawawezi kuishi bila hivi vitu kutoka kwa Mrusi kwa sasa hivi. Lakini pia wachambuzi wa mambo wanasema pia hawaongelei kuhusu kuendelea kuchukua gesi Marekani. Pengine ni kwamba tayari wameshaona kwamba inakuwa ngumu, hasa hasa katika swala zima la gharama. Inasemekana gesi inayotoka Marekani kuingia Ulaya inakuwa ni mara nne ya gharama ya gesi ya Urusi kwa hiyo haya ndio ambayo yanaendelea, na Urusi anaendelea kuuza kama kawaida, kwa sababu mwisho wa siku anataka biashara. Na sasa hivi uh, imesha imekuwa kama vile ni faida mara mbili kwa Mrusi, kwa sababu hapo mwanzo Mrusi alikuwa akitegemea soko la Ulaya sana, lakini alipoanza kuingia vitani, Urusi ilisaini mkataba na China kwa Mchina akageuka kuwa mteja mkuu wa nishati za Mrusi. Kwa hiyo hata wale walipoweka vikwazo mchina alikava ile nafasi. Kwa hiyo, sasa hivi, mrusi, ni nishati, ni kwa hiyo sasa hivi wale kurudi kununua bidhaa za mrusi, nishati za mrusi, maana yake ni kwamba mrusi ana wateja wake wale wa zamani ambao ndio hizo nchi za Ulaya zimerudi kimya kimya, lakini pia maana yake ni kwamba mrusi pia ana mteja mchina ambaye na yeye kawa mteja mkubwa sana kwake, kwa anauza kwa China na anauza kwa wale wateja wake wa siku zote, maana yake ni kwamba anazidi kupata faida zaidi kwa hiyo hii inawafanya watu waone kwamba ndio maana pengine hana haraka katika vita ya Ukraine, kwa sababu yeye uchumi wake unaenda kama kawaida. Miundombinu mingi ya kusambaza gesi kule kwenda uh, Ulaya magharibi imepitia Ujerumani, kwa Ujerumani ni moja ya nchi ambazo zinategemea sana nishati ya mrusi nafikiri. Na katika nchi zote Ulaya ya Ujerumani ndio wa kwanza. Kwa nini Ujerumani? Kwa sababu Urusi uh, ilipofika mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane Warusi na wamarekani na washirika wao walikaa chini na kuigawanya Ujerumani pande mbili. Kwa hiyo Ujerumani mashariki ilikuwa chini ya Mrusi. Kwa hiyo kwa, kwa kuwa ilikuwa chini ya Mrusi, Mrusi pale alijenga miundo mbinu sana, miundombinu mingi sana ya gesi pale. Lakini kitu kingine kinachowashangaza watu ni juu ya nchi za, za Afrika na nchi nyingine ambazo ni maskini nyingi ziliambiwa kwamba na zenyewe zinatakiwa zisinunue nishati ya Mrusi. Kwa hiyo wengi wamehamaki kwamba mbona haya mataifa yaliyotuambia tusinunue nishati za Warusi wao wananunua zaidi nishati za Warusi? Kwa hiyo hii imeleta taharuki, lakini uh, hivi ndivyo mambo yalivyo. Mimi ni Rachel Robin. hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa zangu kama hizi kila ninaporusha lakini pia ningekuomba ushare.